Mimi ni Gladys Wanga mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM na pia governor wa kaunti ya Homa Bay. Na mimi nataka niseme hivi kwa vijana. Vijana power! ODM ni nyinyi. Hii chama ni ya vijana. Na mnajua, baba hakuna kitu baba alipenda kama vijana wa chama. Na sisi ile heshima tunaweza kumfanyia baba ni kuchunga chama ya baba, ni kuchunga chama ya ODM, ni kuingia katika chama cha ODM, ni kujisajili kama wanachama wa ODM na kusonga mbele na ODM na kubadilisha Kenya na ODM na kuhakikisha ya kwamba ikifika 2027 uongozi wa Kenya unachukuliwa na ODM ya sisi kama vijana wa chama, na mimi nataka niwahimize, hakuna kitu itafanyika ndani ya chama bila vijana wanini wa chama, haiwi bila nyinyi kama vijana ODM. Youth take over the party, make the party vibrant, make the party strong, take the party forward, take us to canon as the youth of this country. ya mwisho ya mwisho

Labda kuna siku yeye hatakuwa kama leo lakini sisi pamoja, sisi together tutafika to the glory land. Asanteni sana, Mungu awabariki na Mungu awabariki chama cha Odi. Asante sana, asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti ataondoka na kina mama wenzake ambao wanaenda kule kwenye huo mkutano. Nataka niwatambulishe tu tafadhali. Kunaye mheshimiwa Amina Mnyazi ambaye ni mbunge wa Malindi, yuko hapa mmemwona. Mheshimiwa Umi amezungumza na nyinyi. Tunaye mbunge mteule Irene Mayaka yuko pale. Tunaye e, women rep wa Busia anaitwa Kipepeo, mnamjua mheshimiwa Omanyo. Kama kuna mwingine ambaye anaondoka, Kaluma anajiita mama e, waacha bwana kutuma huko kwa mkutano ya kina mama sio mbaya, utatuwakilisha. Asante sana. Nataka nimuite mbunge wetu wa hapa Mvita, Mheshimiwa Machele atukaribishe rasmi alafu aende mosi. ODM, ODM, ODM oye. Aya, kwa majina anaitwa Mheshimiwa Mohamed Sud Machele elected member wa Mvita. Leo niko hapa kuwakaribisha vijana wenzangu ili tusherekee yale miaka ishirini aliyotuwezesha Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga. Baba ameenda lakini crown yake bado iko. Sisi tutaendelea kama vijana kushikilia chama na tutahakikisha chama iko imara kama pwani tuko na viongozi wingi, hasa Njoo, anaweza kutongoza. Abduswaman atongoza, Senator anaweza kutongoza. Sisi kama pwani tutajipanga, tujue tutashikiana vipi na wenzetu hapa ndani ya Kenya na ODM kwa jumla. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Haya, sasa nataka nimkaribishe, kama unajua wewe ni kiongozi na ungependa.